Mlima Sinai ni mahali ambapo Musa alikutana na Mungu, na ndipo alimpatia zile amri kumi ambazo alizipata na kwenda kuwashushia wana wa Israeli, lakini pia ndipo mahali ambapo Mungu alijifunua kwa Musa na akamwahidi mengi, ya kwamba nitakuwa pamoja nawe. Kupitia Mlima Sinai Mungu alionekana. Kwa hiyo kwenye mlima, Mungu hujionyesha wazi wazi kwenye mlima. Ukiwa na amini na kweli, ukiamini kwamba ninakuja hapa kanisani Mwenge, ninataka nitoke na muujiza wangu, utatoka nao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana kupitia mlima huu huu walioomba watoto walipata watoto. Haleluya jamani, kupitia mlima huo huu hu, waliotaka ndoa walipata ndoa Kupitia mlima huu huu waliotaka kazi walipata kazi. Ishu ni moja tu, kuamini kwamba ninakwenda kwenye mlima na ninatamani katika mlima huo niondoke na muujiza wangu.